Lengo la kuwa na baraza la wafanyakazi ni kutoa fursa kwa watumishi kupitia wawakilishi wao kujadiliana juu ya masuala mbalimbali ya msingi yanayohusu tija na ufanisi kwa upande mmoja, na upande mwingine, maslahi yao kama watumishi. Kuna baadhi ya wateja ambao sio waaminifu, unakuta wanajiunganishia maji kwa njia ambazo ni za kiudanganyifu. Mwisho wa siku, kama mamlaka tunapoteza mapato ya serikali. Lakini pia hapa, mkurugenzi, nikuambie, kuna baadhi ya maeneo nilikopita, jambo hili pia huwa halifanyiki tu na wananchi peke yao, mahala pengine. Sijasema hapa, ndugu zangu, natoa tu mfano unakuta pia kuna mtu mmoja ambaye anakuwepo ndani ya taasisi anashirikiana na watu hao, kwa sababu wengine inawezekana hawana hiyo taaluma ya kujiunganishia hayo maji. Wanafanyaje pasipokuwa na mtu huku ndani? Kwa hiyo unakuta sisi, sisi tunasaidiana nao kuwaunganishia. Kama nilivyosema, mahala pengine, natoa huu mfano wa wazi kabisa, mtu aliyoko ndani ya taasisi anashirikiana nao, anaunganishiwa maji, wanapata huduma, lakini malipo yeye anawalipa yule mtu aliyeshirikiana naye badala ya kulipa mamlaka ama kulipa taasisi, na mkija kufuatilia, mnakuja kwamba mnakuta kwamba ni fedha nyingi ambayo imepotea, ambayo kumbe mamlaka ingelipwa, ni fedha nyingi ambayo ingesaidia kuboost ama kuendeleza shughuli za taasisi, lakini kumbe kwa sababu ya wachache, kwa tamaa walizonazo basi wanashirikiana na watu wa, wa ovu wanafanya hizo huo udanganyifu na mwisho siku taasisi inapata hasara. Kwa hiyo mimi wito wangu kwenu pia katika kujadiliana, katika kikao hiki mnachoendelea nacho mjadili pia kuona namna gani mnaendelea kupambana na hao wateja ambao sio waaminifu, lakini pia kama wapo miongoni mwetu ambao pia wanashirikiana nao, basi tuone namna nzuri ya kuwachukulia hatua ili tuweze kuondokana na tatizo hilo. Katika taarifa ambazo unasema pia nilizipata nikapitia, mlionyesha pale kwamba mlijiwekea malengo kudhibiti kwa asilimia ishirini na tatu, lakini bado kuna changamoto hiyo. Ni asilimia ishirini na nane ovuishi, bado tuko juu ya lengo ambalo tulijiwekea. Kwa hivyo, ni rai yangu pia mjadiliane kwa kina, muone ni kwa namna gani mnadhibiti upotevu wa maji ili basi ikiwezekana kusiwepo kabisa kwenda asilimia sifuri ya upotevu wa, wa maji, kwa sababu nyinyi ndio wataalamu na ndio tunaowategemea, kwa sababu maji haya yanayopotea ni fedha ambayo tukifanikiwa kuidhibiti, manake tutaendelea kuyadhibiti mapato ambayo yanapotea kutokana na upotevu huo wa maji. Lakini jambo lingine, kuongeza ukusanyaji wa mapato. Mi naitwa Mhandisi Mayunga Anthony Kashilimu, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tabora kwa kifupi inaitwa Tuwasa. Uh, leo tumekuwa na tukio la uzinduzi wa baraza letu la wafanyakazi, baraza la sita la wafanyakazi wa Tuwasa, na katika uzinduzi wetu tulimwalika Mheshimiwa Upendo Wela, mkuu wetu wa wilaya ya Tabora mjini, na ametoa maelekezo mbalimbali mbali, kwa ajili ya utekelezaji kwa mamlaka yetu <coughs> na amezungumza mambo mengi kama ambavyo umesikia lakini uh, nikisema tu kwa machache ambayo ameyaelekeza uh, kwetu, kuna swala la upotevu wa maji, kuendelea kupunguza upotevu wa maji. Tunapozungumza sasa, tuna asilimia ishirini na nane ya upotevu wa maji, na kwa standard ambayo inatakiwa eh, kwa, kwa, kwa, kwa nchi zetu za Kiafrika, lakini pia kwa miundombinu ambayo tuko nayo eh, angalau asilimia ishirini ambacho kinaruhusiwa na, na, na, na regulator wetu Eura. Kwa hiyo e, tunalo jukumu kubwa la kuendelea kupunguza upotevu wa maji hapo tulipofika, bado tuna zaidi ya almost ya asilimia sita natakiwa ipungue e, au nane, asilimia nane kwa maana ya kufikia asilimia ishirini na hili ni swala ambalo ni endelevu. Upotevu wa maji unasababishwa na wizi wa maji e, mabomba ya kupasuka e, lakini pia mita kutofanya kazi vizuri kama hazisome vizuri na maswala mengine ambayo kwa kweli hayo ni yale ambayo tunafanyia kazi kila siku, na sisi tuendelee kuahidi kwamba hilo tutaendelea kupambana nalo, kuendelea kushusha upotevu wa maji kwa kadri inavyowezekana, ili tuweze kuongeza mapato yetu, sababu sisi tunaposhusha upotevu wa maji, maana yake yale maji yanawafikia wateja, na wateja maana yake wanayatumia, wanalipa bili zao. Na swala lingine amezungumza swala la, la wizi wa maji, tuendelee kupambana na wizi wa maji na akajaribu kugusia kuangalia kwamba hata ndani inawezekana ukawa na watumishi wengine ambao wanashirikiana na wale ambao wako nje kuweza kuihujuma mamlaka. Kwa hiyo haya nayo ni maelekezo ambayo ni ya kuyatafiti kweli, mpaka kipindi hiki chote bado hatujabaini eh, mmoja wetu ndani yetu ambaye anahusika au anaungana na watu wa, wa nje kutuibia, lakini eh, ni swala la kufuatilia kwa karibu <coughs> huwezi ukasema halipo, sababu huwezi kujua zaidi ya, ya, ya, ya watumishi mia ambao tuko nao unaweza ukakuta kuna wengine ambao wanashirikiana na, na, na, na wezi wa nchi. Kwa hiyo hilo nalo tumelichukua kwa ajili ya utekelezaji, lakini vinginevyo ameelekeza utendaji mzuri, watu wa TUWASA waendelee kufanya, kufanya vizuri zaidi katika swala zima la utoaji wa huduma, na sisi e, kama viongozi ambao tumepewa dhamana ya kusimamia mamlaka hii tunaahidi e, kwa mgeni rasmi, lakini pia kwa mkuu wetu wa mkoa na Mheshimiwa Rais pamoja na wizara yetu ya maji kwamba tutapambana kuhakikisha kwamba lengo lililosababisha TUWASA iwepo linaendelea kutimizwa. Watumishi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tabora, tuzingatie sheria, kanuni na taratibu, lakini pia tusaidie watumishi katika kuchukua changamoto zao na kuziwasilisha katika management ili ziweze kujadiliwa na pia ziweze kutolewa ufafanuzi wake. Maji hayana mbadala. Kwa hiyo mtu akikupigia simu kwamba na shida ya maji, una wale wafundi bomba wale wanazunguka tu. Usizoee shida ya maji kwa sababu mtu tu, unia, ana siku tatu nne hajapata maji, hana alternative.